Natamani watu waelewe. Unakuta mchungaji anamchukua mke wa mtu au mume wa mtu, anaanza kumpatia majukumu makubwa bila kujali ya kwamba huyu mtu ana taasisi yake, anatakiwa atendi, anatakiwa awepo. Anampangia majukumu mpaka huyu mwanandoa mwenzake anakwazika, lakini ni kwa sababu ni mchungaji, anamheshimu tu, hawezi kumwambia neno lolote. Lakini kiukweli, wako watumishi wa Mungu wana waumiza sana wanandoa, wana ndoa kuliko wanavyofikiri. Huyu ni mke wa mtu, unampangia ratiba za mikesha mitatu, anaacha nyumba yake, ana mikesha mitatu, analala kanisani, anamkia kanisani, analala kanisani, anamkia kanisani, mume wake kule hana taarifa. Unamwambia tumwambie baba ako amemchukua mke wako, yupo naye hapa. Yani hata kama wewe ni mchungaji uelewe.